Mheshimiwa Rais hii ni dhamira hii ni jitihada ambayo maifanya kwa makusudi kwa muda mfupi umetupa malengo vijijini tupeleke maji ya asilimia 85 leo mwezi Juni tumeshafika asilimia 83 cheze ya mama Samia piga makofi mengi sana kwa Rais daktari Samia Suluhu Hassan hatutaki ubishebishe tunakwenda kwa data Lete hoja tutakujibu kwa takwimu. Nchi yetu ya Tanzania ina vijiji elfu kumi na mbili mia tatu na kumi na nane Daktari Samia Suluhu Hasani kwa muda mfupi ameshafika vijiji elfu kumi 10 na mia tano, amebakisha vijiji elfu moja na mia tano. Piga makofi mengi sana kwa Rais Daktari Samia Suluhu Hasani. Amebakisha vijiji elfu moja na mia tano ametuambia, wizara ya maji, wakati elfu mbili na thalathini na kwenda kupumzika kule Kizimkazi, anataka kuweka rekodi vijiji vyote vya Tanzania, ukiachana na asilimia, anakwenda kuvimiminia maji. Piga makofi mengi sana kwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, mheshimiwa rais. Wasukuma wanasema action speak louder than words. Matendo yanaongea kuliko maneno. Raisi wetu daktari Samia Suluhu Hassan ni raisi wa vitendo, tumpigie makofi mengi sana. Ametununulia magari katika vijiji vyote, kwa maana ya mikoa, kila mkoa una mtambo wake wa uchimbaji visima. Anatambua yapo maeneo ukichimba visima hupati maji, ametununulia magari ya uchimbaji wa mabwawa. Anataka maji yasipotee maji badala ya kuleta maafa yawe fursa, kuhakikisha wananchi wanapata huduma ya maji safi na salama. Mheshimiwa Rais, tumeshafanya hiyo kazi, tumeanza programu ya uchimbaji wa visima, programu ya visima mia tisa. Nataka nikuhakikishie hii kazi tunaiweza, kazi ya kuhakikisha vijiji vyote vinapata huduma ya maji safi na salama tunakwenda kuimaliza mara moja. Piga makofi mengi sana kwa Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, kwa upande wa mjini umetueleza Wizara ya Maji watu wapate maji kwa asilimia 95, 25 Desemba, mpaka hivi ninavyozungumza leo Juni tumeshafika asilimia 91 nukta sita. Mheshimiwa Rais, tuna miradi inaendelea mijini na vijijini zaidi ya elfu moja, kabla ya Desemba tutakuwa tumeshavuka asilimia 95 na kabla ya Desemba tutakuwa tumeshavuka asilimia 85. Tumpigie makofi mengi sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Leo Mheshimiwa Rais, katika siku za maisha yangu nilizofurahi ni leo, kwa sababu umekwenda kuikamilisha ajenda ya Ziwa Victoria, ajenda ya wabunge wa mkoa Kanda ya Ziwa, ajenda yao kubwa katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilikuwa maji ya Ziwa Victoria yatumike kutatua matatizo ya wananchi. Mheshimiwa Rais, ukenda Kagera, wana Ziwa Victoria lakini hawana maji. Mheshimiwa Rais, umetoa zaidi ya bilioni thelathini na tatu, leo watu wa Bukoba wanapata maji ya Ziwa Victoria. Ukenda mkoa wa Mara, walikuwa wanateseka ziwa wanaliona hawana maji. Mheshimiwa Rais, umetoa bilioni 44 wana Mara kwa maana ya Musoma wanapata huduma ya maji safi na salama kutumia maji ya Ziwa Victoria. Ukaenda mbali maji ya Ziwa Victoria yafike kwa baba wa taifa. Mheshimiwa Rais, zaidi ya bilioni sabini tumewekeza pale, mradi umekamilika leo watu wa Butiama, Mugango, Kiabakari wanapata maji safi na salama. Mheshimiwa Rais, kesho tunakwenda Mwanza. Walikuwa wanatumia chanzo kimoja tu cha Capri Point ambacho kilikuwa kinazalisha lita milioni tisini watu wameongezeka. Kesho unaenda kuzindua mradi mkubwa wa zaidi ya bilioni sabini Lakini ukenda Geita, Mheshimiwa Rais, maeneo ambayo wana maji ya ziwa Viktoria hawatumii umetupatia bilioni mia moja na ishirini na nane Mradi upo katika hatua nzuri, wana Geita pamoja na wanachato wanakwenda kupata maji ya Ziwa Victoria. Piga makofi mengi sana kwa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan.